Ameandika rais wa TLS Bonifasi Mwabukusi kuhusu kuteuliwa kwa jaji mkuu wa Tanzania, uh, kupitia ukurasa wake wa Facebook. Uh, Wakili Bonifasi Anyisile Mwabukusi anaandika, kongole kwa kuteuliwa kwa jaji mteule George Mcheche Masaju kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan alimtangaza rasmi jana tarehe 13 Juni mwaka 2025 na, na ambapo uteuzi wake utafanywa rasmi kwenye hafla ya kiapo tarehe 15 Juni 2025 kwenye ikulu ya Chamwino, Dodoma. Jaji Masaju ana uzoefu mkubwa katika mfumo wa sheria za Tanzania kabla ya uteuzi huu alikuwa jaji wa mahakama ya rufani tangu Januari mwaka 2025 na kabla ya hapo alihudumu kama mshauri mkuu wa sheria wa rais na pia kama jaji wa mahakama kuu. Amechukua nafasi ya jaji mkuu wa awali Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye alistaafu rasmi kuhudumu kwa zaidi ya miaka saba tangu uteuzi wake mwaka elfu mbili 17. Changamoto zitakazo mkabili jaji mkuu e, George Mcheche Masaju ni, ni pamoja, moja, kuimarisha uhuru na uadilifu wa mahakama. Mbili, kuboresha utendakazi wa mahakama ya rufani hadi katika ngazi ya mikoa na kuondoa mkanganyiko wa mgongano wa maamuzi katika mahakama ya rufani. Tatu, kuhakikisha usawa na haki kwa Watanzania wa wote kupitia utekelezaji wa maamuzi ya mahakama kwa kuboresha zaidi maslahi ya ma, mahakimu na kanuni ya maslahi ya mawakili. Nne, kuondoa kabisa mambo ya kiufundi ya kisheria katika mahakama kuu na mahakama ya uh, rufani na kuweka mkazo katika utoaji wa haki. Tano, kuona namna bora ya Tanzania kurejea mahakama ya Afrika pamoja na namna bora ya kutekeleza maamuzi ya mahakama za kikanda na kimataifa. Sita, kuhakikisha mahakama inalinda haiba yake kwa wivu mkubwa na kwamba hakuna mashauri yanafunguliwa kabla ya upelelezi kukamilika na zaidi, kuifanya mahakama kuwa hekalu la haki na kimbilio la wananchi. Mwisho, Mwabukusi anaandika kongole, jaji mkuu mteule Masaju, tunakuombea mafanikio mema katika kuongoza mfumo wetu haya, wa haki kwa uadilifu na weledi. Haya nimeyapata rasmi kupitia ukurasa wa rais wa TLS wa Facebook, bwana wakili Bonifasi Anyisiri Mwabukusi. Mheshimiwa, wabunge, kiti kimetoa mwongozo, lakini rais atawajibishaje majaji? Rais hawezi kuamka tu anaenda kuwajibisha. Kwenye katiba kuna ibara ya, ya, ya mia moja kumi na tatu. Mi nataka kutoa ufafanuzi. Ndio taarifa yenyewe. Mheshimiwa, jini nimekuruhusu. Asante Mheshimiwa, ibara ya 113, kwanza, ibara ya 112 ndio kumi na mbili inaunda tume ya utumishi wa mahakama. Na ibara ya 113 inaeleza majukumu ya mahakama ya tume hii ya utumishi wa mahakama. Na makajuzi bunge lako tukufu lilitungwa sheria inaitwa Administration Judicial Administration Act. Sasa pamoja na mambo mengine ilifuta sheria inayoitwa Judicial Service Commission Act. Haya majukumu sasa yameingizwa kwenye ile sheria. Sasa nachotaka kushauri Mheshimiwani kwamba mojawapo ya majukumu ya kamati ya tume hii b ni kumshauri rais kuhusu masuala ya nidhamu ya majaji. Yaani rais hawezi tu kuchukua hatua kabla hii tume haijafanyia kazi. Mheshimiwa, ha si, mwenyekiti hii, hii ni katiba, ndio nasoma. Ibara ya 113 ibara ndogo ya kwanza b inasema: kumshauri rais kuhusu masuala ya nidhamu ya majaji, kukiwa na tuma kama hizi Mheshimiwa Rais anazipeleka mahakamani kwa jaji mkuu kule. Tume hiyo Judicial Service Commission inafanyia kazi harafu inampelekea ikiwa imetoa na mapendekezo yake kwamba hawa bana tumeona ama kuna matatizo wamefanya ama hakuna, halafu Rais anafanya maamuzi.